Katika imani zetu tunazopenda kuabudu katika maeneo yote, hakuna mahali panapohamasishwa watu kufanya zinaa. Najua ugonjwa UKIMWI unaambukizwa kwa aina nyingi, sio tu kwa namna ile, lakini ile ni namna kubwa zaidi ambayo kila mmoja anaipitia. Sasa kwa wale ambao hawajaambukizwa, lazima tukubali maoni na taratibu zote za imani zetu tutawapunguzia watu wa izara wizara idara kuachana na mambo haya ambayo tunakuwa na gharama nyingi, mpaka tunafadhiliwa na Wamarekani kwa sababu tu ya kuto kutii zile maagano na imani zetu za kimwili na za kiroho, inapelekea nchi inakuwa na, na gharama kubwa kutunza watu wa magonjwa haya pasipo sababu muhimu, lakini niwaombe, kama jambo limekuja na limeingia miilini mwetu, dawa yake ni kukubali haya maagizo ambayo yanatolewa na watu wa idara inayohusika ya afya zetu, ili tujikinge na magonjwa haya. Basi kama tumeshinda kwenye imani, basi wizara inayohusika na afya inaweza kuongea nasi, na sisi tukifuata, hizo maambukizi hayatakuwepo tena. Katika maadhimisho ya mwaka huu kauli mbiu inasema "Imarisha mwitikio, tokomeza UKIMWI." Kauli mbiu hii inasisitiza jamii kuimarisha mwitikio ili iweze kutokomeza kabisa gonjwa la UKIMWI. Malengo ya kuimarisha mwitikio, lengo la kwanza kuongeza nguvu kwenye juhudi zilizopo katika afua zote za kupambana na virusi vya UKIMWI ili kuzuia maambukizi mapya kwa kutoa huduma bora, kupunguza vifo na madhara na kuondoa unyanyapaa. Lengo namba mbili kujenga mwitikio shirikishi, kutoa huduma rafiki na jumuishi ili kutokomeza UKIMWI. Watu wote wanapaswa kupata huduma bila ubaguzi Upimaji na kupata tiba za ARVs elimu pia na kinga. Nini kifanyike ili kuimarisha mwitikio? Cha kwanza, kuzuia maambukizi mapya, upimaji wa mapema na sio mapema tu, lakini ni upimaji wa mara kwa mara. Hizi na usalama sio jukumu tu la wa wazazi, lakini na sisi watoto wenyewe pia tunatakiwa tuwe makini, kwa sababu sio muda wote tutakuwa tuko na wazazi. Kuna wakati mwingine tunakuwa tuko peke yetu, sii sawa? Ndio, tukiwa shuleni tunakuwa tuko na walimu, kwa hiyo walimu wanatusaidia katika swala la ulinzi na usalama. Tukiwa makanisani au misikitini tunakuwa tuko na viongozi wa dini wanatusaidia, si ndio? Hivyo, lakini kuna ule muda ambao tunatoka nyumbani tunaelekea shule, tuko peke yetu. Tunatoka nyumbani tunaelekea kanisani au msikitini, tuko peke yetu. Kwa hiyo sisi, wenye tu, sisi wenyewe tunatakiwa tuwe walinzi na maana kwamba tujilinde sisi wenyewe. Nini ambacho tunatakiwa kufanya? Kwanza sisi kama watoto, hatutakiwi kwenda sehemu ambazo ni hatarishi sawa, kwa maana kwamba hatutakiwi kupita kwenye vichochoro, kwenye vichaka, lakini kuna yale mabanda ma ya video yale, haturuhusiwi kwenda, umri wetu hauruhusu sawa. Lakini pia sisi watoto, chochote ambacho unapitia, unatakiwa kumweleza mzazi. Kwa hiyo unatakiwa mtoto na mzazi wako umwe marafiki, unaporudi jioni unatakiwa umwelezee mzazi wako kila kitu ambacho kimefanyika kwanzia asubuhi kwa shule vitu vyote, na kama kuna changamoto yoyote ambayo unaipata, ukienda dukani unakuta mzaduka zaij nakuita mchumba, ukipita barabarani mweleze mzazi, sawa eh? Neema Resource Foundation ni kuhamasisha masuala ya um, kujikinga dhidi ya UKIMWI maambukizo ya VVU hasa kwa rika la, la vijana, lakini katika siku ya leo tumeungana na wadau wengine kutoka serikalini na mashirika yanayohudumia ya masuala ya, ya afya kwa ajili ya kuja kuhamasisha jamii ya hapa uh, Turiani kupima afya zao uh, kupima um, pressure, kupima VVU na pia kupata huduma mbalimbali ambazo tume tumezileta kwa ajili yao. Tunashukuru kwa wale wote ambao wametuunga mkono. Uh, kwa sababu wasingefika hapa tungeondoka na masomeko makubwa sana, lakini kwa kweli tunashukuru sana viongozi ambao wameungana na sisi na jamii nzima ambayo imekuja hapa kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Zaidi ya hapa, tuendelee kuhamasishana eh. Siku ya leo ni siku tu ya kukumbushana, lakini swala zima la UKIMWI na magonjwa mengine yanayoambukiza ni ni jukumu la kila mtu na la kila siku.